Kamaslam anavyotuambia pia, kama pia, mwezi wa Ramadhani pia ni mwezi wa toba, mwezi wa kumkaribia Mwenyezi Mungu, watu tuweze kutengeneza maisha yetu ya kiroho, tumche Mwenyezi Mungu, tupendane sisi kwa sisi, tushirikiane e, e, hata kama tuna dini tofauti, lakini miezi hii miwili sasa ya Kwaresma pamoja na Ramadhani umetuleta pamoja, na mheshimiwa tena ametuleta hapa ili tuweze e, kufutirisha wote wa Kristo kwa Uislamu ya hadhara hii ya leo ya mbunge, kufutirisha watu wote kwa namna hiyo. Ni kawaida yake tangu ameingia kwenye ulingo wa kipaji hiki, imekuwa ni ada yake.